Daktari maarufu wa upasuaji huko nchini Ufaransa ambaye alinyanyasa kingono mamia ya wagonjwa vijana, wengi wao wakiwa watoto, kwa zaidi ya miongo miwili amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela siku ya Jumatano. Jo Li Skuanik alishtakiwa kwa ubakaji au unyenyesaji wa kingono kwa waathiriwa 299 ikiwa ni pamoja na ubakaji wa baadhi ya watoto wakati wakiwa hawajifahamu. Aliambia mahakama kuwa alifanya vitendo vya kuchukiza katika kipindi cha miaka 25 alipokuwa akifanya kazi kama daktari huko magharibi mwa Ufaransa. Jaji kiongozi Aude Bress alisema matendo yako yalikuwa doa katika ulimwengu wa matibabu. Lee Skornik tayari anatumikia kifungo cha makosa ya awali ya ubakaji. Mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa ubakaji na unyenyesaji wa kijinsia wa watoto wa jirani pamoja na wapwa zake wawili na mgonjwa wa miaka minne. Jaji pia amempiga marufuku Lee Skonek kufanya kazi ya udaktari au kuwasiliana na watoto. Mahakama pia imeamuru awekwe kwenye sajili ya wahalifu wa ngono.